Nilipata kesi moja ya dada mmoja ambaye yeye alikuwa na mtoto akawa anamlea kwa kutumia house girl, na kwa sababu house girl yule alikuwa amemchukua kijijini, alikuwa ni mchawi yule house girl. Alikuwa amekuja kwa ajili ya kuhakikisha yule mtoto anakufa. Kwa hiyo, kila siku alikuwa ikifika majira ya mchana, ananyonya damu ya mtoto Majirani wakawa wanamwambia yule mama, mbona mtoto wako kila siku saa sita mchana analia sana, tunasikia sauti yake analia. Mama akamwambia, yawezekana ni watoto tu. Wakamwambia, mama, ni mwezi wa tatu sasa mtoto analia tu. Mama anaangalia mtoto, mbona afya ya mtoto ina dhoofu? Maziwa ninamwachia kila kitu, ninampa wale. Yule majirani wakamwambia, siku moja, rudi hata kwa kushtukiza, njoo chungulia uone, hiyo majira haiwezekani, mtoto kila, yaani ikifika tu saa sita kamili lazima aanze kulia amerudi nyumbani mama ametoka kazini amekuta amechungulia dirishani sebleni anakuta ausgeli amemchoma bomba kama la kuchomea sindano ya ng'ombe alafu ananyonya damu ya mtoto mtoto analia simama kwa miguu yako tuombe